Vijana wametakiwa kuchangamkia fursa za masuala ya mafuta na gesi ili kujiongeza kitaaluma na kiuchumi na kuendelea kujikomboa kimaisha. Akizungumza kwenye ufunguzi wa mkutano wa maonyesho ya mafuta na gesi katika mwelekeo mpya huko Nungwi, mkoa wa Kaskazini Unguja, kwenye hoteli ya Kendwa Rock, naibu katibu mkuu wizara ya uchumi wa Bluu Zahor Kassim Mohamed amesema kitendo cha vijana kuonyesha njia ya kuhamasisha masuala ya gesi na mafuta kwa vijana inaitangaza Zanzibar katika uwanda wa kimataifa. Furahi sana kuiona kwamba imetayarishwa ime, ime na vijana wa Kizanzibari, wamefanyia Zanzibar, lakini wameenda zaidi, kama sio masuala yanayozungumza Zanzibar tu, lakini uh, kuna watu kutoka katika maeneo mbalimbali ya Afrika. Kwa hivyo ina taswira zaidi ya kiafrika zaidi kuliko ya Kizanzibari tunafurahi sisi kama uh, serikali na kama wizara ya uchumi wa bluu na uvuvi, kwa sababu sera zetu zinasema wazi kwamba tunataka tuweke uh, msisitizo katika kuendeleza vijana. Kwa hivyo tukiona kama vijana wanashughulika kama hivyo walivyoshughulika leo na wakafanya mambo makubwa ambayo yanaweza yakaletea ya sifa Zanzibar, sio hapa tu, lakini pia kimataifa na katika ku... Zanzibar kuwa ni kiongozi katika masuala haya ya mafuta kwa Afrika ni jambo ambalo serikali imefurahia sana na tumefurahi kuwa tumekuja h tumeona zanzibari wako namna hiyo. Wito wangu kwa vijana wa Zanzibar, kwanza wawe na ujasiri kama walivyokuwa hawa wenzao wameonyesha ujasiri na kuweza kufanya kitu ambacho kinakubalika Afrika nzima, lakini vile vile wito wangu mwingine kwa vijana ni kwamba waone kama uh, hii sekta ya mafuta na gesi ni sekta ambayo inatija na wajifunze kutoka kwa wenzao kutoka katika nchi nyingine ambao pengine wao watakuwa wako mbele zaidi na tulivyokuwa sisi, ili waweze kufahamu hii sekta inaweza ikafanya nini katika kuandaa ajira, lakini katika kuendeleza nchi. Kwa upande wake, mwenyekiti na mtendaji mkuu wa jumuiya ya YAPA Engineer Jafar Mohamed Hamza amesema lengo la jumuiya hiyo ni kuonesha teknolojia mpya kwenye sekta ya mafuta na gesi pamoja na kuhamasisha utalii hii kwa kushirikiana na uh, wizara ya uchumi wa bluu na uvuvi uh, Zanzibar. Uh, tumewaletea shughuli yetu au event ya conference and exhibition uh, maonyesho ambayo yameanza tarehe ishirini na saba maonyesho ya siku uh, tatu tutamaliza Jumapili, kwao bado tunaendelea kuwakaribisha uh, lengo kuu la mkutano huu ni, ni kuonesha teknolojia mpya na utumiaji wake katika sekta ya mafuta na gesi kupromote investment, lakini vilevile uh, ku, uh, kwa ajili ya maonyesho ya project product service and solution vilevile kupromote utalii kama mnavyojua, tuna promote utalii kwa njia ya conference and exhibition. Tunashukuru serikali serikali ya mapinduzi ya Zanzibar lakini vile vile jamhuri ya muungano wa Tanzania uh, kwa jinsi ambavyo wanatupa ushirikiano vijana. Kwa hiyo hiyo inatupa nafasi na sisi ya kuweza kufanya yale makubwa ambayo tunayo. Kwa hiyo mikakati ipo mingi projects. huu ni mwanzo, lakini tuna program tofauti tukishirikisha, tuki vijana wenzetu wa vyuo vikuu lakini vilevile vijana wenzetu wa, wa nchi tofauti. Sisi kazi yetu kama nilivyotangulia kusema ni kusupport na kupromote kile vile vyote ambavyo vinafanywa na, na serikali. Kwa hiyo sisi tuko nyuma yao, ni kufikisha tu zile awareness, lakini vilevile pia lengo la mkutano huu kama ulivyoona, uh, kuna investors tofauti ambao tumewaleta. Kama nilivyotangulia kusema tuna promote investment, kwa hiyo, uh, kwa lengo hii tunawakutanisha, tuna, tuna kwa sababu sehemu ya mkutano huu ni kuwa kama platform ambayo itakutanisha investors kutoka nchi tofauti, kama ulivyotangulia kusema mumeona hapo, pamoja na nyumbani. Lakini vile vile lengo haswa la mkutano huu, naweza nikasema kujivutia nyumbani, kwa sababu kama ukiacha kuwa mwenyekiti na mtendaji mkuu ndo tupo huku, makao makuu yetu, makao makuu yetu yapo huku, lakini tumeona ni nafasi nzuri ya mkutano wetu wa kwanza ufanyike nyumbani, ili kwa lengo hilo nilotangulia kusema kupromote investment na utalii. Wito wangu unajua, nyumbani na nafasi zipo, na na uzuri uh, ukiangalia kama jumuia yetu sisi tuna vijana tofauti. Tuna vijana sio mainjinia, ujapokuwa waasisi wake ni mainjinia lakini sio mainjinia. Tuna vijana ambao wapo kwenye marketing, lakini tuna vijana ambao wapo kwenye masuala ya environment, tuna vijana ambao wapo katika masuala ya utalii. Kwa sababu kweli ni jumuiya ya mainjinia, lakini wahandisi watupo hatuwezi kuendesha jumuia, kwa hiyo vijana kwa upande wetu sisi tunashikamana na tunatoa hizo nafasi kwa organization yetu, lakini kwa vijana ambao uh, wanasoma nje ya Tanzania au nje ya Zanzibar sio kitu kibaya, lakini ni vizuri pia kama sisi kama tulivyotangulia kusema, uh, hizo fikra zetu na maono yetu tukayaleta nyumbani kwa ajili ya, ya kupromote na kwa ajili ya maendeleo haya ya nyumbani Zanzibar. Naye mkuu wa wilaya Kaskazini, ah, Rashid Simai Msaraka amesema uwepo wa mkutano huo ni kuvutia wawekezaji na kuwaweka pamoja vijana na kubadilishana uzoefu. Kwa niaba ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, tunawashukuru vijana wote hawa waliojiunga pamoja kuunda jambo hili, na kwetu sisi kama serikali ni jambo la msingi ambalo daima tutaendelea kuliunga mkono na kuwaunga mkono serikali. Nafahamu mwaka huu wameanza, lakini wataendelea kufanya mikutano hii ambayo ina tija kubwa kwa serikali. Mikutano kama hii lengo lake ni kuwavutia wawekezaji kuona mazingira mbalimbali ya nchi zetu, lakini pia ni kuwakusanya pamoja vijana waliosoma taaluma hii ya mafuta na gesi, kubadilishana mawazo, kufanya presentations katika pepa zao na kufahamu changamoto zinazowakabili katika maeneo yao. Kwa hivyo kwetu Zanzibar kuwa tumepata fursa ya kuanzisha mkutano huu kupitia mwenyekiti wenu brother Jafar Hamza, tunawashukuruni sana na tunawapongeza sana. Washukuru sana viongozi wa wizara yetu wa wa ya uchumi wa buluu na uvuvi wakiongozwa na timu ya mheshimiwa waziri pamoja na katibu mkuu na naibu katibu mkuu ambaye tuko naye leo hapa kini. Kiupekee ni washukuru sana wakurugenzi wawili hawa ambao nawaona hapa mbele yenu ezi anayehusika na masuala ya mafuta na gesi lakini pia mkurugenzi anayehusika na masuala ya uchumi wa bluu. Hawa wote wamekuwa msaada mkubwa sana kwetu kama serikali katika kutuunganisha sisi serikali pamoja na mambo mbalimbali yanayofanyika kuhusiana na masuala ya mafuta na gesi. Baada ya kuwasema hayo, nitumie nafasi ya upekee kuwashukuru viongozi wetu wakuu, Dkt Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Hussein Al Hassan Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, wa kazi kubwa wanazoendelea kuzifanya kila siku katika kuhakikisha nchi yetu inapiga hatua ya kimaendeleo, lakini kima tunapata amani na utulivu. Uzinduzi wa kishindo wa tamasha hilo la Young Africans Petroleum Association, yapa, ni jukwaa ambalo linawapa vijana nguvu, maarifa na fursa katika sekta ya mafuta na gesi barani Afrika, lakini pia kuwakusanya vijana pamoja kutoka maeneo mbalimbali barani Afrika waliounganishwa na uvumbuzi nishati na maendeleo endelevu.